Mkusanyiko wa vitabu vilivyovuviwa na Roho Mtakatifu na, na kubaika kwa kanisa kuwa ni neno la Mungu. Nani mwandishi wa Biblia? Uandishi wa Biblia ni wa aina mbili, yaani uandishi wa kimungu na uandishi wa kibinadamu. Biblia imegawanyika katika sehemu kuu ngapi? Biblia imegawanyika katika sehemu kuu mbili, nazo ni Agano la Kale na Agano Jipya. Agano ni nini? Agano ni makubaliano au mapatano. Kwa hiyo agano ni namna Mungu anavyotendana wa na watu wake. Agano la Kale ni nini? Agano la Kale ni namna Mungu anavyotendana wa na watu wake kabla ya Yesu Kristo, kupitia kwa mababu, mfano Adamu, Abrahamu, Nuhu, Musa na Daudi. Agano jipya ni nini? Agano jipya ni namna Mungu anavyotendeana wa na watu wake kupitia kwa Yesu Kristo. Kwa nini tunasoma Biblia? Tunasoma Biblia ili tupate kuongoza katika mwenendo wa maisha yetu. Kwa hiyo Biblia ni namna Mungu anavyotendana wa na watu wake. Zaburi ya 119 Aya mia moja na tano neno la Mungu ni taa kutuongoza na mwanga katika njia yetu. Biblia ya Katoliki ina jumla ya vitabu vingapi? Biblia ya Katoliki ina jumla ya vitabu sabini na mbili kama tukiunganisha vitabu vya Yeremia na maombolezo ya Yeremia, au Biblia ya Katoliki ina jumla ya vitabu sabini na tatu kama tukitenganisha vitabu vya Yeremia na maombolezo ya Yeremia. Biblia imegawanyika katika makundi makuu mangapi? Biblia imegawanyika katika makundi makuu manne. Nayo ni vitabu vya Agano la Kale. Vitabu vya sheria za Musa viko vitano, vinaenyeza na kusisitiza maisha ya wana wa Israeli, navyo ni kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Kutoka, kitabu cha mambo ya Walawi, kitabu cha Hesabu, kitabu cha kumbukumbu la Torati. Kundi la pili, vitabu vya historia vipo kumi na sita, huonyesha maisha ya umoja wa kitaifa ya wana wa Israeli navyo ni kitabu cha Yoshua, kitabu cha Waamuzi, kitabu cha Rutu, kitabu cha kwanza cha Samueli, kitabu cha pili cha Samueli, kitabu cha kwanza cha Ufalme, kitabu cha pili cha Ufalme, kitabu cha kwanza cha mambo ya Nyakati, kitabu cha pili cha mambo ya Nyakati, kitabu cha Ezra, kitabu cha Nehemia, kitabu cha Tobiti, kitabu cha Yudithi, kitabu cha Esta,

vitabu vya hekima vipo saba, huonesha maisha ya kiro ya Wanaisraeli, navyo ni kitabu cha Ayubu, kitabu cha Zaburi, kitabu cha Mithali, kitabu cha Mhubiri, kitabu cha wimbo ulio bora, kitabu cha hekima ya Suleiman, kitabu cha yeshua bin Sira. Ndila nne ndila nne. Vitabu vya manabii wapo 18 Manabii wakubwa wapo sita naoni, kitabu cha Nabii Isaya, kitabu cha Nabii Yeremia, kitabu cha Maombolezo, kitabu cha Nabii Baruku, kitabu cha Nabii Ezekieli, kitabu cha Nabii Danieli. Manabii wadogo wapo kumi na mbili naoni, kitabu cha Nabii Hosea, kitabu cha Nabii Yoeli, kitabu cha Nabii Amosi kitabu cha nabii Obadia, kitabu cha nabii Kita Yoni, na kitabu cha nabii Mika, kitabu cha nabii Naum, kitabu cha nabii Abakuki, kitabu cha nabii Zefania, kitabu cha nabii Agai, kitabu cha nabii Zekaria, kitabu cha nabii Malaki. Vitabu vya Agano Jipya vipo 27 navyo ni Injili kama ilivyoandikwa na Matayo, Injili kama ilivyoandikwa na Marko, Injili kama ilivyoandikwa na Luka, Injili kama ilivyoandikwa na Yohane, Kitabu cha Matendo ya Mitume, Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, Waraka wa Kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto, Waraka wa Pili wa Mtume Paulo kwa Korinto, Waraka wa Mtume Paulo kwa Galatia, Waraka

kwa watu wote, waraka kwanza mtume Yohane, waraka pili wa mtume Yohane, waraka tatu wa mtume Yohane, waraka Yuda, kitabu cha Ufunuo. Wat... Watoto, Biblia yatufundisha nini? Biblia yatufundisha Kipengele cha kwanza, kumpenda Mungu kuliko kitu chochote. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya sita aya ya nne hadi ya sita naye nasema, sikiliza ye Israeli, Bwana Mungu wetu Bwana ndiye mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako nayo wafundisha watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembea hapo na ulalapo na uondokapo. Biblia tufundisha. Kipengele cha pili, mambo ambayo ni chukizo kwa Mungu. Kitabu cha Mithali sura ya sita aya ya kumi na sita hadi ya kumi na tisa naye nasema, kuna vitu sita anavyovichukia Bwana, naam vipo saba vilivyo chukizo kwake macho ya kiburi, ulimi wa uongo, mikono imwagayo damu isiyo na hatia moyo wa wazao mawazo mabaya, miguu iliyo mepesi kukimbilia maovu, shahidi wa uongo asemaye uongo, naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Biblia atufundisha kipengele cha tatu, tunapaswa kuwatii wazazi wetu kitabu cha Mithali Sura ya sita aya ishirini hadi ya ishirini na tatu naye nasema, mwanangu, shika maagizo ya baba yako, wala usiachie sheria ya mama yako. Yafunge hayo katika moyo wako daima, jivike hayo shingoni mwako. Uondokapo atakuongoza, ulalapo atakulinda, na uamkapo atazungumza nawe, maana maagizo hayo ni taa na sheria hiyo ni nuru na maono ya kumwadilisha mtu ni njia ya uzima, Biblia yatufundisha. Kipengele cha nne, hatupasi kumtegemea mwanadamu, kwani mwanadamu atatusaliti, Bwana hatatuwacha. Kitabu cha nabii Yeremia sura ya kumi na saba aya ya tano, naye inasema, Bwana asema hivi, amelaniwa mtu yule amtegemaye mwanadamu na kumfanya kuwa kinga yake na moyoni mwake nimwache Bwana. Amina, makofi mengi, tunawashukuru. Ha, ha, nilikuja hapa mbele sikuwa mimi, nilidhani wanasoma mahali fulani, kumbe wanatoa kichwani. Naomba tuwapongeze, na hapo utasifu kazi kubwa ya Baba Dekano na baba Chaula na makatekista na walezi wengine, tunawashukuru sana kwa mafundisho haya. Basi watoto, tunawashukuru, tunaomba mkaketi.